Mungu fanya miujiza hapa, fanya miujiza Mungu, rudisha huo mzee Mungu, rudisha huo mzee Mungu, rudisha huo mzee. Pole msichana, wacha kulia, wacha kulia kulia. Wacha wacha kulia sasa, unapiga nduru ya nini? wacha wacha kulia sasa, wacha. Wacha kulia. Utaki kushikwa sasa, hizi ni mambo gani mama, hmm? msichana wameenda wapi? Sio ndo ulikuwa unaona kabisa. So ndo sema, msana acha kulia sasa. Mama omba bana. Mungu shuka mali, shuka mali, shuka mali. Hodi. Habari. Eh, ma kwani hawa wako wapi? kwa nini? hey, hamjalala? hmm. ja. Kelele mm. kelelea, ati msichana mkubwa analia, nataka dad, nataka dad. Ati, Dada, amelia. Hmm. Hmm. Hmm. Sasa amelia tu akisema nataka dada, nataka dada. Na sasa hawa wako wapi? Walitoka tu wakaenda mm -hmm. saa ngapi hiyo? Sa hey, si hey. Sasa walitoka tu wakaenda. Wakaenda. Ah, mm -hmm. Na wakaenda, sasa hizi ni mambo gani? Nataka na lazima tu nataka dada, nataka dada, hata huyu alikuwa hapo. Hebu niulize huyu Hodi. Hodi hmm? ama huku pia hakuna mtu? Hakuna. sasa hizi ni mambo gani? Sababu so unasema tu alitoka wakaenda, wakaenda. hmm. eh, sasa hii, hebu acha basi niangalie huko nje. sawa sawa, shukrani. Sasa hizi ni mambo gani? Nataka dad, nataka dad. kwa nini hao? wanaenda wapi? hmm? sasa hizi nataka natakada nataka da hmm? Chanizaa watoto kama wanaweza kuona. Habari zenu, mko mzuri? Yeah. Wale watu nilikuja nao jana mmewaona? Wale wajana wale, wa wale... Hmm? Eh? Wale walikuja hapo kwenye nilikuwa nao mmewaona? Uh -huh. Hamjawaona? Yeah. Kwani wameenda wapi? Mnaweza jua vinye walienda? Uh -huh. Eh? Na leo mja waona hata yeah. Sasa hizi ni mambo gani sasa, wameenda wapi? ah, hamjui walienda aje? Yeah. ama nyinyi mnanipima mnajua yeah, mm. yeah. kwa nini mmekuwa mkifanya hivi mchana mzima, hamjui? Yeah. Hey. vyenye walienda Yeah. sawa basi ah, sasa hawa kwani sasa hizi ni mambo gani wanaekanaasikutea kwani wanaweza kuwa walienda wapi hmm? sasa hii hmm? Sasa hapa naanzia wapi sasa? Sasa watoto awajui walienda wapi hmm? Hapo kwa ploti ati, nataka dad, nataka dad, sasa nataka dad, nataka dad, nataka dad nataka dad. Kwa, kwani huu mzee ameamua kufanya nini sasa hii hmm? Hmm, sasa inanisumbua akili. A, kwani wanaweza kuwa wako wapi Hmm? Niende huko nisaidie hata hapa dakika moja hmm? Sasa natakaa kwa kwaima safari yote zahidi hii siku yote takaatakaa sasa, hata huku njia ikoae, hapa hakuna njia. Sasa hii mambo gani hmm? natasasijui sasa hizi sasa hapa taanzia wapi eh? taanzia wapi sasa sasa saa hii ndo watafuta wapi sasa? Ninaanzia pande gani si? Niende huku chini manrudi juu? Sasa hizi ni mambo gani eh? Ngoja kama geti imefungwa acha nizunguke hivi. Ama ni wale hapa, ni wale bana ah. sini yao mama ah. Kwani mmerudi hapa, mmerudi hapa kufanya nini? Baba yake, na, amepiga nduru, kurudi kwa baba yake. Sasa nimetoka huko nimepigiwa makelele na wananiambia mimi nitoke. Sasa utoke kwa nini? Nende, nitafute baba yake sasa. Nitafanya nini? Nimebidi nikuja hapa, na venye tumekuja hapa ndio ametulia, lakini ameshinda hivi siku mzima, ameshinda hivi, akiongeleshana na mtu hivi, ukimshika anapiga nduru. Kwa nini sasa, sielewi na sasa umekuja hadi na huyu mwingine na pia baada ya kuwa nasikia vizuri hmm. Sasa huyu kwa nini namfanya hmm. Tu anaangalia eh. Nini wewe hmm? Toto anaangalia nini akismile huyu eh? Sasa mama, sasa hizi ni mambo gani? Kwa nini imefanyika tena? La, mimi ndio unafaa kunijibu juu nimekuja. Hizi vitu zote zilikuja hafta wewe venye ulikuja kwa maisha yangu, mimi sikuwa na na nini. napitia hizi mambo nikiwa na, nikiwa na wao peke yao. Sasa huko unapitia hizi mambo ukiwa nao peke yao sasa, na sasa nii nafanya mtoto eh? Nimeshinda nikiomba siku nzima, hata hata hata hata nikimshika ya mpiga nduru mpaka abaki hivyo sasa. Nimeona inaleta inaleta makelele hapa, hata watu wanakuja kuniangalia, ni kama natasa mtoto wangu, sasa abaki tu hivi tu mm. Sasa imebaki akae tu hivi, sasa amekaa tu hivyo chini eh, siku nzima, hata tujakula kitu, sijatoka. Nilikuwa na zaidi nenda kutafuta hata pesa, ni nikuzurura kidogo, lakini isingeweza kutoka. Kama ni hivi ndo ameshinda siku nzima mpaka saa hii. Sasa Mungu, kwani hizi ni mambo gani? Sasa anakaa tu hivi, aongei, atukimshika anapiga nduru mm, na sasa hadi u mwingine sasa, mmekuja tu mkakaa naye hapa yeah. kwani nini nafanyikia u mtoto eh? kwani nini hiyo sasa? Na sasa na huko, najua venye nimepita hapo jirani wanasema, ndo ameniambia ati mmetoka tu huko sijui, huyu alikuwa anaita tu dadadadu siku mzima. Sasa huyu ni happy, ana inabaki pia anaanza kulia akiona akiona sister yake akilia akilia hivyo pia sasa, nimeshinda usiku mzima, nimeshinda najaribu kumnyamaza kumnyamaza, singeweza kujikuza saa saba usiku sasa, eh, baki tupige tu hizo, apige hizo nduru usiku mzima, usiku mzima, mm. venye tu asubuhi ilifika tu hivi mm, saa kumi na moja nimekuja nimebaki, nikuja hapa na ndio venye nimefika tu hivi mm, amenyamaza kabisa, amekaa hivyo akatulia, so, vinyo... nikajaribu kumwamsha, anapiga nduru tena. Sasa watu wanakuja hapa wanaanza kujizana hapa na nini, inaendelea niko naacha tu ni moja tu So ukienda kumgusa anapiga nduru. Mm. Ni sasa hizi kasichana kasichana unanisikia unanisikia eh? Kasichana kasichana eh? Hey. Hey. Nini? Achana! Sasa. We. We. Kufanya We. Kisibana. Kisibana. Hey, sasa sasa hivyo ndio anashinda mm? Hey, Holy nini Ghost fire! Na anaangalia nini haswa? Hmm? Eh? Kasichana sasa, mama, tutafanya nini sasa? Kwa nini imefanya huyu? Sijana amekuwa hapa akisema bana, najua mimi nimeomba, nimeomba tangu niachana nae, nimeshinda tu huko nikiomba. Hata leo sijaonja kitu, leo sijaonja kitu, hata kitu ya kukula sija kula. Hmm? Maisha. Sasa kasichana, hizi ni mambo gani hizi, hebu imba, hebu jaribu kuimba worship. Mtoto wangu, hebu imba wimbo moja ya Mungu bana. Mama, hebu tuimbe, tuone kama itamsaidia. Hebu, hmm? Tuimbe, tuimbe hata wimbo moja ya Mungu bana, hebu eh? Unaweza, unaweza, ndio yanasimama, imba unaweza unaweza Bwana, unaweza unaweza na unawe, unaweza Bwana. Imba imba, unaweza unaweza Bwana, unaweza unaweza Una Una Dad. Dad. Dad. Dad. Dad. Una unaweza bwana. Anton, nasikia sauti ya babake. Mnamwita babake? ya babake. Yeye anasikia pia anaisikia na Simone. John. Kwani anaisikia? Kwani anaionea wapi? John. Eh, Anton. John. Dad. Anton. John. We, kwani unamwonea bwana, mimi simuoni. Inaendelea. Simuniambie kama si, Hebu imba, mami, unaweza. Unaweza bwana. John. Unaweza. Unaweza bwana. John. Kwani anamuitia wapi? Una mami, imba. Unawe... Antoni, nitoe hapa wapi? Sasa nikutoe wapi? nitoe hapa. wapi hapo? Wapi wapi? Hapo mimi sikuoni. Nimeshikwa we msichana, unamwona hey. unamwona wapi? Wapi suniambie, mbona mimi simuoni? kwa nini naendelea hapa nini? Naendelea mamimba, unaweza bwana, unaweza. Uko wapi? Sema bwana, unasema nikutoe wapi? Nitoe. Wapi hapo bwana? Nimeshikwa. Na wapi? Na hata. Wapi hapo? Sasa si siusema umeshikwa na nani? Simjui. Unawe ita imba, imba mama nani ongelesha umeshikwa na pande gani? Nimeshikwa na mtu huyu. Nikani yeye ni pepe. Amekushika haji. Amenishika, amenikamata. Nikana nataka kumaliza. Sasa uko wapi? Unaweza Bwana, unaweza Mungu. Antoni pale ameshikwa. Mungu kama wendo unopitia mtoto wake atulete mali hii. Mungu fanya miujiza, Mungu fanya miujiza. Unaweza unaweza Bwana, una Antoni, Antoni, Antoni. Sasa msana, unasema wako wapi? Wapi una ebu imba imba kama na, nasikia no nasikia ni kama Uy, si uachili nani? uachili nani? nini wewe, nini nini naendelea hapa ni naendelea hapa uachili nani? Ati nini unasema nini? Shindwe. Shindwe pepo. Shindwe pepo. Shindwe pepo. Imba mama Imba unaweza, shindwe pepo, shindwe pepo, shindwe pepo katika jina la Yesu, shindwe katika jina la Yesu! hey! Wewe mama imba bana, wakuja hapa weza msana, unawaona? Unaona kweli kwele? Ako wapi? Ako wapi? Amenda wapi? Amenda wapi? Amenda wapi? Amenda wapi? Amenda wapi? Amenda wapi? Wamenda wapi? Siuseme msana, siuseme! hey. Nivi hey! Sasa analia tena. Mambo gani yamefanyika hapa? Sasa nini mefanyika hapa? Sasa hizi ni mambo gani sasa? Nini, nini, nini? Sasa hizi ni mambo gani? Nini zafanyika tena mambo. Mtu alikuwa ameshika babake hapa. Eh, anasema tikilicho alianzisha lazima amalize hata mwachilia Sasa hizi ni mambo gani? Sasa hizi ni nini zinafanyika hapa? Sasa ni mambo gani hii? Sasa nini imefanyika hapa bana? Ayaya, Mungu bana. Mungu fanya miujiza. Mungu fanya miujiza yako. Mungu fanya miujiza hapa, fanya miujiza Mungu. Rudisha huo mzee. Mungu rudisha huo mzee. Mungu rudisha huo mzee. Pole msichana, wacha kulia. Wacha kulia. Wacha kulia. Wacha kulia. Wacha kulia. Wacha kulia. Sasa unapiga nduru ya nini? Wacha kulia. Wacha. Wacha kulia. Sasa utaki kushikwa. Sasa hizi ni mambo gani mama? Hmm? Msichana, wameenda wapi? Sio ndio ulikuwa unaona kabisa. Sio ndio sema msichana acha kulia. Sasa mama, omba Bwana. Mungu shuka mali. Shuka mali. Shuka mali. Sasa hizi ni mambo gani? Mama anakuja. Wacha anakuja. Wacha anakuja. Wacha anakuja tu sahi hapo.